Mwenye umri wa miaka wa an mtaa wa Lucy Anthony Michael mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Yombodovia mtaa wa, miaka 35, mkazi wa Yombodovia, mtaa wa, Makangarawe wilayani Temeke jijini Dar es Salaam amevamiwa na watu wasiojulikana akiwa anatoka nyumbani kwake, ambapo watu hao walimpiga na kumshambulia maeneo mbalimbali ya mwili wake. Lucy ambaye ni miongoni mwa watu waliojitambulisha kuwa ni waumini wa kanisa Katoliki walioenda kwenye ubalozi wa Vatikani uliopo hapa nchini kwa ajili ya kupeleka barua ya malalamiko juu ya mwenendo wa baadhi ya viongozi wa kanisa hilo hivi karibuni, amesema kabla ya kuvamiwa na kushambuliwa kwake, kwa siku kadhaa amekuwa kwenye misukosuko ya kupokea simu na kutumiwa meseji za kejeli, matusi na wengine kumtishia maisha. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa nyumbani kwake leo Jumapili Januari 11, elfu mbili na ishirini na sita. Lucy amehusianisha kushambuliwa kwake na maoni aliyotoa mbele ya wanahabari kuhusiana na mwenendo wa baadhi ya viongozi wa kanisa Katoliki, jambo ambalo ameeleza kuwa amenifanya kwa nia njema ya kujenga iliyolenga kuwarejesha viongozi hao kwenye mstari, maoni ambayo yamepokelewa kwa hisia ya hasi kwa baadhi ya watu kwenye jamii. Aidha, baada ya kushambuliwa, Lucy amefikisha malalamiko yake kwenye kituo cha polisi Makangarawe na kupewa arabi namba -A -A, mkwaju rb mkwaju arobaini na tisa mkwaju elfu mbili na ishirini na sita Kutoka chumba cha habari, mimi ni Ezra Joni wa Dar es Salaam Tanzanite TV. Mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombodovia, ni mmojawapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vaticani katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini, lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatikani, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine, nikiwa na wafahamu na wengine si wafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo, siku ya Jumatano tarehe sita, natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu wanne ambao si wafahamu, na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa tano na asubuhi kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu, kama hivi mnavyoniona kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba wanasema, wewe unajifanya msemaji wa serikali, wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali inakutumia kwenda ubalozi wa Vatican, wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican, wewe ni mtu wa serikali, wewe ni msemaji wa serikali kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo hazipendezi kiimani yao, we ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko. Ndo maneno ambayo alikuwa anayatamka hayo. Nilivyotokewa na matatizo hayo, nilienda kulipoti kituo cha polisi cha Makangalawe ili kuchukua, nimechukua nishachukua labi na mpaka hivi sasa, naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu. Serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu, lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo ipo chini, na mimi kiangalia na familia naishi kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya usalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana. Kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayopitia na wao wanaogopa hata kutoka nje, wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivyo vitisho wanavyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yote naweza nikauawa kama watu walivyokuwa wanazungumza. Mimi naitwa Ashura Salum mjumbe wa mtaa dovya rusi, rusi, rusi namfahamu jirani yangu mi naomba serikali ya mtaa na jeshi la polisi washirikiane yaani, kuimarisha ulinzi Mr. Daudi Leonard angano huyu mi namfahamu rusi Michael. huyu ni mwananchi wa yombo